Kuna jambo fulani ambalo nataka uelezee kwa kina kidogo, maana sisi tunaamini katika ujumbe wa, wa siku za mwisho na vile vile tunaamini kwamba Mungu akupumzika akupumzika Jumamosi, baada alipumzika siku siku ya saba okay. Kwa nikuwa, ila wa Sabato na na, na Wakristo wengine asilimia kubwa mm-hmm. naamini kwamba Mungu alipumzika siku ya saba na siku ya saba ilikuwa mm-hmm. Jumamosi ila sisi mm-hmm. atuamini kwamba Jumamosi. Kwani kwa ueleze, ueleze kwa kina. Okay. Kwa nini sisi tunaamini kwamba Mungu akupumzika uh, Jumamosi bali tunaamini kwamba alipumzika siku ya saba. Nadhani kwamba hilo ni ni jambo kubwa la msingi sana. Sawa sawa. Ambalo mpaka hata sisi hapa hmm. linatupelekea kwamba tuweze kuwa na ujasiri wa kuzungumza uh, kwa sababu siku ili ujue siku. Mimi hapa nilipo ni mtu mzima sana miaka mwaka wa sitini na mbili sasa. Sawa sawa. Kwa hiyo sija kwa namna miaka mia wala wakati huo wakati wana wa Israeli wanapotoka Misri, mimi sikuwepo. Sawa kabisa. Na ninaamini kwamba hata walimu wote ambao sasa hivi wako duniani, ambao hata nikizungumza mm, wananitazama na kunisikiliza, na wenyewe yeah, hawakuwepo. Na ili ujue siku. Mm. Ili ujue siku lazima ujue kalenda. Kalenda, sawa. Hauwezi ukajua siku bila kujua kalenda, kwamba wote tu ndoto zako umeamka. yes, yes, na ndoto zako tu unajua leo ni siku fulani, lazima ujue kalenda. Na ili ujue kalenda, maana ni kwamba lazima unazikuta kalenda, taarifa zimehifadhiwa. Sasa kwa hiyo, hizo taarifa zilizohifadhiwa ndio zitakupa siku, zitakupa mwezi, zitakupa nini? Mwaka, miaka, kwa mwisho wa siku kupitia ile kalenda uliyokuta sasa utaichunguza na kuchunguza kwake, tuna karama na vipawa tofauti ambavyo Mungu katupa, kwamba Mungu alivyotuumba ni kwamba mtu mmoja unaweza na kipawa hiki na mwingine kile na kile, kwa pamoja ukivichunguza vile unapata kitu kizima, kwa sababu binadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu na Mungu alitaka vile vitu vijulikane. Sasa we mmoja ukijua vyote, kwa hapo hapo unageuka Mungu mwenyewe. Kwa tumepewa tofauti, baadaye tunalinganisha hili na lile, tunaitafuta nini? Jumla ndio hicho anachozungumza, ili ujue siku lazima uitazame nini? Kalenda. Kalenda ndio maana, kama mimi nimesema katika huduma hii, na napenda kusema mimi ni mzee wa siku. Masuala ya siku mimi hapa ndio zimefika kwa wengine wote, hmm, sijivuni. Unakuta wengi kuna watu wataalamu sana vizuri mno, sigusi huko, hmm, ni kwao, ila wakija okay, swala la wa siku mimi, hmm, kwa sasa hivi nadhani kwamba kidunia Sio hapa hata wakati tumekwenda shuleni kule shuleni kule tumejifunza world history. Mm. Historia ya ulimwengu. mm -hmm. Unapojifunza hata kile kitabu kikubwa world history kinajaribu kukuonyesha kwamba dunia ilikuwa miaka karibu bilioni nne Iliyopita, billions of years. Lakini watasema 2 billion katika vipimo vyao vya carbon 14 na kila kitu, lakini hicho hicho kitabu ambacho ni world history huwa eh, kuna kitu ita, eh, history of the world civilization, ustaarabu wa dunia, hawavuki kama vile Biblia inavyozungumza, sababu Biblia ikizungumza inazungumzia kwanza nini, ikizungumzia Babel katika zile falme za ulimwengu, lakini bado na historia inazungumzia maeneo hayo hayo ya Mesopotamia. Tunapotaja jina la kwanza kwenye Biblia kwamba ni Adamu, mm -hmm. Lakini hao hauza wakaongelea waka, waka hayo miaka bilioni, mm -hmm. mm -hmm. hu ni nani aliyekuwepo? Mm, kwa ninachotaka kusema ni kwamba katika vitabu ambavyo viko duniani, kitabu ambacho kina uhakika sio asilimia 99 kwa napenda kusema 99 za shetani. mm -hmm. yeah. Shetani, so, so, so, kina asilimia 100 kwamba kupitia kwa, kwa Adamu tunaweza tuijue dunia ilivyotoka ilikokuwa ilipo na inako nini inakokwenda. Haijapotea hata siku moja katika uso wa dunia, kwa hata mtu akisema kabla ya Adamu kulikuwa na watu, hizo tunaziita nadharia. Hawezi akasema hawa watu waliokuwepo walikuwa ni nani na fulani ikawa vipi, ni nadharia. Sasa ukiondoa nadharia, uh, Biblia kuna Biblia na katika vitabu ambavyo ni maarufu kwa sababu ya wingi wa watu. Kuna vitabu vingi, lakini kuna Biblia. Kuna watu wanasema kuna kitabu kinaitwa Qur'ani, na sisi tumepitia vitabu vinaitwa Qur'ani, lakini ukitazama ni kwamba Biblia inaweza inasimama peke yake, ina uwezo kusimama peke yake bila Qur'ani, ila Qur'ani haisimami, hawezi ikasimama peke yake bila Biblia Biblia ime imejaribu kutembea na kutalii katika historia ya ulimwengu, inazungumza yaliyopita toka mwanzo, lakini manabii walikuwa na tabiri atakayokuja kabla hajatokea. Sisi tumeishi mbele ya nini? Tumeishi mbele ya unabii. Kwa mfano kitabu cha mwisho cha Bibilia ni ufunuo wa Yohana, kitabu cha kwanza ni Mwanzo, kinaangalia mwanzo, lakini ufunuo kinataja hadi mwisho, kwao kitabu kinacho Biblia kimekamilika kabla hata Qur'ani haijakuja. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sisi hapa tulipo sasa, tuna uwezo. Wale manabii walikuwa wanatabiri vitu vya mbele kabla havijatokea, lakini leo hii ni kwamba sisi tunachunguza sasa ule unabii, kila kitu kimeenda mahali pake. Kwa hivyo zungumza kwa kina, kujua hiyo tarehe tumejuaje? hmm. leo ni siku gani leo Haya. Leo ni Jumapili mm. tarehe ngapi? 11. mwezi wa Mei. Mei ni mwezi wa tano mm. mwaka elfu mbili na ishirini na tano. mm. kwa kalenda gani? kalenda ambayo imezoeleka sana na hata ukiangalia sehemu nyingi, ukiangalia kwenye simu, kwenye nini, unaikuta hiyo sawa. lakini hii kalenda ni kalenda ya Warumi, yaani Warumi wamepata kuitawala dunia na kwa namna fulani hata sasa kwa upande fulani wanaitawala dunia. Ukitazama unabii, ameteuliwa ame, ame hivi karibu na amechaguliwa Papa Leo wa kumi na nne. mm. kwamba hata ukiangalia viongozi wa dunia nakuenda pale, kwa hiyo Roman au Rumi kiunabii haijafika mwisho, kulikuwa inile, ile pagan Roman empire ni kama ilifika mwisho hmm. Lakini kanisa Katoliki la Roma likachukua nafasi ile eh ya falme za ulimwengu, ambazo zitabiliwa a na, na Danieli. hmm. Ndio maana leo ni kwamba aliyeingia tu madarakani ajaribu kuzungumza tu amani ya dunia, amani amani amani amani, na watu mamanituangia a ni mzuri, kwa sababu alete amani ya dunia, vita vya Ukraine eh zisiendelee, vita vya Gaza nini vyaauama, yani afungue milango dunia iwe na amani lakini kuna mahali fulani Yesu alipata kuzungumza akasema, je, kuleta nini? Sija japokuwa anasema shalom, amani kwa watu wake mm. maana ishasema kwamba amani yangu nawapa mimi, si kama ulimwengu utoavyo. Lakini kwa dunia akasema sikuileta amani, nimeleta upa, upanga. Kwa hiyo ki, kiusiasa, politically, maana ni kwamba Roma bado jaribu kuiunganisha dunia kwa ajili ya amani ya dunia. kwa hiyo kwa hiyo tarehe ilikuwa anasema kwamba ndio tunatumia kalenda kalenda ile ya, ya kwao kwa ndugu zangu Waislamu ni kwamba leo naweza kusema ni siku ya 10, yani na 13, ningesema 18, lakini sasa kuna sababu miezi na alama tofauti, yani kuna namna wanavyoweza kutofautiana kati ya baba kwata na balumta. Kwa leo niseme kwamba ni siku ya 13 ya mwezi unaitwa Dhulqaada. Dhulqaada ni mwezi wa 11 kalenda ya Kiislamu katika mwaka wa ngapi? 1446 mwaka wa Hijra. Wao Waislamu, hii kalenda yao ilianza kuhesabiwa siku ya Jumatano tarehe mbili Februari mwaka wa mia sita na ishirini okay. Uh, na mbili yaani anyway, uh, wanaita alhijiria a kipindi masahaba wa Mtume marafiki mm, walivyotoka Maka kwenda Madina kwao wakaanzia pale katikati kwao okay. Sasa leo kama tunasema leo ni siku ya, ya kumi na moja mwezi wa Mei, lakini niseme mm, leo ni siku ya kumi na sita mwezi wa Zivu okay. Leo msikilizaje wangu ni kwamba na mtazamaji kwamba nisema, leo siku ya 16 mwezi wa ngapi? wa Zivu Zivu ni mwezi wa pili, kalenda ya Kiyahudi 2025. Tunayo kwa uhakika, sio unabahatisha. So, sema Zivu tuna uhakika mwezi wa pili, tunaijua yote. Sasa jana jana ilikuwa lini? Jumamosi kwa kama jana ilikuwa Jumamosi, jana ilikuwa tarehe 15 mwezi wa pili mwaka gani? elfu mbili ishirini na tano, yaani mwezi wa pili wa Kiyahudi ambao, okay, ni mwezi wa Zifu. Sasa tazama, kwa hiyo jana, ina maana toka kipindi wana wa Israeli kwa mujibu wa kitabu cha Kutoka, mm, sura ya kumi na sita mstari wa kwanza, Biblia inasema wana wa Israeli walifika bara ya Sinai, yes, kati ya elimu na mlima Sinai siku ya kumi na tano ya mwezi wa pili, na jana Jumamosi ni siku ya 15 ya mwezi wa pili. Okay. Ule ulikuwa ni mwaka wa 1496 kabla ya Kristo. Sasa hivi ni mwaka wa 2025 baada ya Kristo. Ukijumisha pale katikati imepita miaka elfu tatu mia tano na ishirini na moja kamili jana. Miaka mingapi? Elfu tatu mia tano na ishirini na moja. Kwa kama kulikuwa na uwezekano jana ilikuwa ni maadhimisho ya wana wa Israeli kufika bara ya Sinai.

Sasa, chukua kwa muda wa miaka elfu tatu mia tano na ishirini na moja mara mia tatu sitini na tano na robo utapata siku milioni moja laki mbili themanini na sita elfu na arobaini Siku milioni moja laki mbili themanini na sita elfu na arobaini hizo siku ukizigawanya kwa saba utapata majuma laki moja themanini na tatu elfu mia saba ishirini laki moja, themana, tatu, elfu, mia saba, ishirini. Hakuna nyongeza. Kwa hiyo kwa, kwa namna fulani ningeweza kusema kwamba uh, hiyo sabato ya, ya jana ni ya laki moja themana tatu elfu mia saba na ngapi na ishirini. La ishirini. Sasa taka kuniuliza kwamba unajueje. Ili ujue hiyo tarehe lazima ujue ule uumbaji. Ukishajua hiyo moja utajua zile nyingine. Kwa nini? Kwa sababu tushapata moja kwamba eh, Kutoka ile sura ya 12. Mm. Wanaambiwa kwamba huu ndio mwezi wa kwanza kwenu. Musa anaambiwa, na huo mwezi unaitwa mwezi wa Habibu. Kwao, Mungu akawafunulia kwa mahali pa kuanzia. Na ikaonekana kwamba hiyo siku mm, ah, uh, ya 15 ile ya mwezi wa pili. Wa sema kuanzia kesho mtaokota amana. Maana kama ni kuokota amana, basi ingekuwa ni kama ni leo. Kwao, waliokota amana siku 6. Lakini siku ya 22 ya mwezi huu wa pili, kwa mujibu wa Kutoka sura 16 mstari wa 25, ikawa ndio sabato ya kwanza. Kwa hiyo tushapata kwamba okay, tarehe ishirini na mbili mwezi wa Zivu, mwaka ule waliotoka Misri ilikuwa ni sabato. Sasa assumption, tunakubaliana kwamba ukitaka uwe mwana mahesabu vizuri Una, kuna mtu anaitwa algebra unaweka x kwamba okay. Hebu tu-assume kwamba sabato ni Jumamosi, kwa sababu hiyo inakubalika, sabato ni Jumamosi. Ukishapata tarehe moja kwamba juma tarehe ishirini na mbili mwezi wa Mei, sasa utahangaika mwaka ulikuwa mwaka gani. Hapo ndio kama mchezo kakubwa kanapokuja, hapo ndipo mchezo ulipokaa, huu mchezo ulipokaa, ili somo tuendelee, maana nataka huu mchezo lazima ujue. Utajueje sasa utajua kwa sababu kulikuwa na kina Aki Bishop Usha alipata kuzungumza kwamba uumbaji wa dunia ulikuwa ni mwaka wa elfu nne na nne kabla ya Kristo. Baada ya kufuata ile chronology, mfuatano wa matukio ya ulimwengu, wamesema elfu nne na nne, sio mimi ni yeye. lakini baadaye kuna watu ambao kidogo wajaribu kugusia pale walikuwa ni mashahidi eh, wa Yehova kina Charles Taze Russell ambao ni uanzilishi wa Watchtower, yeye hesabu zake zikafikisha mwaka 4026. yes, yes, okay. Kwamba okay, mwaka 4026 ndio mwaka wa nini wa ubashi. oh, wow. Lakini wao huwa hawaamini kwamba ni siku sita, wanasema ni kama ni vipindi sita, sita tofauti. Waislamu ndio kabisa hawajui mara, sasa kwamba ilionekana mara siku nne na siku mbili okay. Ongeza e, ngapi? Mara siku nane. uh -huh. Mara wasemeze siku mbili, alipoomba mbingu na nchi. Baadaye zile siku nyingine hazijahesabiwa, alikuwa tu anazitenganisha wao hawajui. Sasa kama hawajui wakatoliki uh, walianzia katikati. Kuanzia kipindi cha Nebukadneza, kuna vitu wanavielewa. Lakini pale kwenye kitabu chake cha soma kitabu cha African Bible. Wao wanasema ilikuwa ni mwaka 3761 kabla ya Kristo. Ndio wakati wa uumbaji, wanasema hiyo ndio kalenda ya nani, ya Wayahudi. Wamechukua kwa Wayahudi. Sasa ukiangalia, ndio maana unasema ulimwengu uliumbwa usiku wa Jumamosi, tarehe sita, mwezi wa Oktoba, mwaka gani? elfu moja mia saba sitini na moja. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ukiangalia katika mwaka huu ni kama mwaka elfu moja mia ngapi mia saba themanini na nne themanini na tano, na ndio maana ilipofika ile siku ya Oktoba saba mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ilikuwa ndio kama imetimia elfu moja mia ngapi mia saba themanini na nne. Kwa hiyo wao inaonekana kwamba bali wanasema kwamba Wayahudi wanatumia kalenda ya nini, iluna kalenda. Okay, wanavyosema okay. Kalenda ya mwezi. Lakini ukitazama Bibilia, kalenda kila mwezi unakuwa na siku 30, inaitwa spiritual calendar. Sasa baada ya kuwakusanya hao wote na kujaribu kupata hizo elimu kwa kila namna, maanake kinafikia hatua wewe kama ukiwa na kipawa na karama ya Mungu na wito wa kimungu basi walipoishia wenzako na wewe unafanya research unaingia kwa kina unajaribu hili na lile ili utafute jumla. jumla. Kwenye kutafuta jumla mwana Michael, nikaangalia ile kronolojia, mfuatano wa matukio ya ulimwengu yote yapo. Unaposoma kwenye kitabu kile cha kwa mfano, unapotoka kwa Adam, mm. toka kuumbwa kwa Adam mbali kipindi cha Shemu, yule Shemu mtu wa ngapi wa 11? Wa 11. Ukiangalia taarifa zote pale, unapata jumla ya miaka elfu moja na, na, na hii unapata kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya tano ukisoma yote, sura ya saba mstari wa sita, sura ya kumi na moja mstari wa kumi. Kwa hiyo pale ukiangalia unapata miaka elfu moja mia tano na hamsini na nane. Lakini kutoka hapo unaanza kuangalia sasa kutoka kwa Shem sasa kuja kwa Ibrahim. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na moja mstari wa kumi hadi ishirini na sita. Ukijumlisha pale kuna miaka mia tatu na tisini kutoka Ibrahimu mpaka Isaka unapata miaka mia moja ambapo unapata mwanzo ishirini na moja, tano. Kutoka Ibrahimu mpaka Isaka sema miaka mia moja. Kutoka Isaka mpaka Yakobo kuna miaka mingapi? Sitini ambapo unapata katika kitabu cha mwanzo ishirini na tano, ishirini na sita. Lakini kutoka Yakobo mpaka nakwenda Misri kuna miaka mia moja na thelathini mm. unasoma kitabu cha mwanzo mwanzo arobaini na saba, tisa na kutoka pale mpaka wanatoka Misri kuna miaka 430, Wagalatia 3:17 na Kutoka 12:40. Ile miaka ukijumlisha unaikuta kwamba kutoka kwa Adam mpaka kipindi wanatoka Misri muda uliopita ni miaka 2669. Okay. Miaka mingapi? 2669. Sasa unapotoka kipindi hicho sasa, toka kutoka Misri E, mpaka kipindi cha kuzaliwa kwa Yesu. Hii ni taarifa nyingine sasa. Ukifanyia ufuatiliaji bila chembe ya shaka au tuseme uh, kutoka ukianza kufuata hatua kwa hatua kutoka kwa Adam mpaka kwa Yesu kuzaliwa. Jumla kuna miaka sana kuta miaka 4165. Mia. Pale mwanzo nilikuambia kwamba Askofu akipishop Usha mm -hmm. ambaye karibu ni hata wa Protestanti wengi mpaka wa Pentekosti wanamtumia. Okay. Tarehe zake jaribu wanajibu kuzikubali

Yeah, na hii namba ninayokupa hata mtazamaji yoyote, maanake hii ndio nitatembea nayo mahali popote pale. Chukua, mm, itazama, Kwa hiyo akiichukua akaitazama, aiangalie kwanza kwamba hiyo <tum> 4 ndio namba nitakayotembea kwa ajili ya nyakati na majira, nikiwa ni mzee wasiku, kwa sababu hiyo ndio le, hiyo kazi yangu sasa, baada ya kupata 15 na tumejua kwamba kutoka kwa ada mpaka kutoka Misri ni miaka 2669. Chukua elfu nne mia moja sitini na tano toa elfu mbili mia sita sitini na tisa unapata ni mwaka wa elfu moja mia nne na tisini na sita kabla ya Kristo. Kwa sasa tushapata, kwamba tunaanza kupata kwamba okay, Sabato ya kwanza, au wana wa Israeli walifika bara ya Sinai. Sasa nikisema Jumamosi pale, Sabato ilikuwa hawajapewa bado. Hebu nichukue hiyo ishirini na mbili kwamba hiyo fika tarehe ishirini na mbili mwezi, mwezi wa gari, mwezi wa Zivu, wa Zivu au sema 22 mwezi wa Mei mwaka wa 1496 kabla ya nani, ya Kristo, ilikuwa lini? Jumamosi. Sasa ukishapata okay. Hiyo unarudi tu, unarudi tu kimehesabu uumbaji kwamba je, eh, tarehe moja mwezi wa Abibu mwaka wa 1465 kabla ya Kristo ilikuwa siku gani? Just a matter of mathematics. Ni hesabu tu kukipiga hesabu zako, siku ina ngapi, mara mitatu na tano, toa jumlisha, unaikuta siku ya kwanza ya juma la umbaji inaangukia siku ya Jumaa, kuna kwenda Ijumaa, jum Ijumaa, Jumaamosi, juma, juma, juma, juma, pili, Jumaa tatu, Jumaa nne, Jumaa tano, Alhamisi. Ndipo unapokuta ile siku ya saba ya juma la umbaji haiangukii Jumaamosi, inaangukia Alhamisi. Sasa kitu ambacho nikahakikisha nika, kabisa. Hata mimi mwenyewe nikatishika ngasema nika ala. Haya nitokanaje vipi? Kumbe Mungu anaweza kufunua vitu hivyo jificha. Nikaitazama siku ya nne sasa. Siku ya nne ndio siku ambayo Mungu aliumba jua, mwezi na nyota. Sasa kama aliumba jua, mwezi na nyota, maanake yake Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu. Napata ni Jumatatu. Kwa hiyo kumbe Jumatatu tarehe nne mwezi wa Abibu Mwaka wa 4165 kabla ya Kristo ndio ndipo Mungu alifanya nini alipoumba jua, mwezi na nyota. Na kiutaratibu, jua, mwezi na nyota kazi yake ni ipi? Hiyo hiyo katika kitabu cha Mwanzo moja 14, akasema Mungu akafanya akafanya akafanya asema na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya usiku na mchana. Na mchana. Na hiyo, iwe ndio dalili na majira na siku na miaka. Ikawa jioni, ikawa siku, siku, siku ya nne. Nikatazama katika Zaburi ya 19, inasema mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu na anga litangaza nini? Kazi ya mikono yake. Zaburi ya 104:19 Biblia inasema kwa Mungu aliufanya mwezi kwa ajili ya nini? Nyakati, jua latambua kuchwa kwake. Zaburi ya 89:37 inasema kitathibitika, yani kitu cha enzi cha mfalme Daudi kitathibitika milele kama mwezi, shahidi aliye mbinguni mwaminifu. Kwa hiyo tunaiona saa ya Mungu inavyoendelea kufanya kazi. Ndio maana kuna kipindi fulani katika mwaka ule mm. mwaka jana au ni mwaka wa juzi 2023, mwaka wa juzi 2023, kuutazama ule mwaka nikakuta kutoka uumbaji mpaka mwaka ule ikiwa imepita miaka 6188 kuanzia Ijumaa, maana ukichukua ile tarehe moja mwezi wa habibu mwaka wa uumbaji mm. ukikonvert au ukibadilisha kwenye kalenda hii ya kirumi inakuwa Ijumaa tarehe 31 mwezi wa mwezi wa Machi na na sitini, sitini na tano kabla ya Kristo. Ukija Ijumaa tarehe 31 mwezi wa Machi mwaka 2023, dunia ikiwa imefikisha miaka 6188 kamili. Nilivyochukua mara 365 na na robo nikapata siku milioni mbili laki mbili sitini elfu mia moja na sitini na saba. Sawa na majuma laki tatu ishirini na mbili elfu kuonekana mo, ni kwe, mwaka wa Sabato kwa kila kitu. Na wakati huo mwezi ulikuwa umeandama mara 76562 na point ilikuwa siku ya mwezi wa Ramadhani mwaka ule katika mwaka 1444 alihijiria. Kwa unaanza kuiona kwamba Biblia inachokizungumza inazungumza masuala ambayo ni historical, masuala ya kihistoria, masuala ambayo utayahakiki ukiifuata Biblia, unapata mwongozo wa dunia unapata mwongozo wa dini, unapata mwongozo wa historia, unapata mwongozo wa maisha. Kwa hiyo kwa, kwa kupitia hicho, hazina zote za elimu na hekima zinakuwa pale. Ndio maana hata ikija Qur'ani, inapozungumza inajaribu kufanya ni asema ni maelezo ya kitabu, kwa sababu Qur'ani au Muhammad anapokea wahai wanavyosema, ni zaidi ya miaka elfu nne mia saba sabini na tano baada ya umbaji Yani kutoka umbaji ya mapokee okay, imepita miaka 1475. Kwa hiyo ndani ya Qur'an hauwezi kupata historical background uwezi, ya utapata story imenyofolewa hapa haka, ameingizwa pale, habari za Nuhu zikazungumzwa kidogo pale, habari za Ibrahimu kidogo pale, nyingine sadani hazizungumzwa kabisa. Wakisema injili ya nani, hata jina la Petro haulikuti kwa. Unajikuta ni kwamba kwa namna moja ama nyingine, kwa mtu mwenye akili timamu, yani ana akili timamu tu, wala hahitaji Muhammad ya, Muhammad ya, Muhammad amuambie. Kipofu, kipofu mwenzake kipofu mwenza. Alafu huyo mtu kuna kati fulani, ukijaribu kumkosoa ukimwambia sio sawa, anakuwa mkali anaweza kujitoa mhanga akajilipua ndio maana kwa ninasemaje, kuna wakati fulani dini ni ulevi au zaidi ya ulevi, kwa sababu afadhali mtu mlevi. Unajua mlevi akinywa pombe zake hivi, baadaye akinywa maji, baadaye kwa muda mfupi zinaondoka.